President eh, hongera kwetu sote eh, timu ya Simba pia imefanikiwa kuvuka hatua inayofuata, nilipi neno lako baada ya mchezo? Ah, kwanza ni kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia tunawapongeza Simba mliokuwepo uwanjani. Meona mechi ilikuwa sio rahisi, lakini pia kuna historia sio nzuri na timu za Botswana. Nakumbuka Simba walishashinda mbili bila kule, lakini kuja hapa tena yakawa mabadiliko ya badiliko. Baada mpira kuisha, watanzania tukabaki na huzuni lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu kwamba tumepata tena timu ya tatu inaingia raundi ya pili. Kwa hiyo ni kuwapongeza Simba, lakini pia tujipongeze Watanzania, lakini pia tuiombee Azam ambayo iko kwenye mchezo sasa hivi e, na mimi na katibu tunaondoka hapa tunaelekea huko tena. E, bahati mbaya goli la mama mama mwenyewe alitamka kwamba ile goli linalofungwa, lakini lazima kuwe na ushindi. Kwa hiyo bahati mbaya leo hamna ushindi ingawa tumepita mm-hmm. Kitu kikubwa sisi kama Watanzania tunajivunia kwamba timu zetu zimeingia tatu, na jambo kubwa ni kuwaelekeza kwamba wajipange. Kama wanavyoona mechi zote hata jana, mechi ilikuwa sio rahisi ya hapa lakini na ya kule, ingawa zilikuwa na matokeo mazuri. E, kitu kikubwa na nyinyi mtusaidie. E, mimi nawarai siku zote kwamba tuzungumze yale ambayo ni ya msingi zaidi. Sio mnakuja kuna waandishi mnaanza kujadili makocha, timu, kocha ameshinda lakini bado mnakuja mnazungumza hayo mambo. Hebu tuyaache, kwa wenzetu hatuyaoni hayo e, Pre, mm. President, kuna uwezekano wa timu hizi tatu pengine kufika katika hatua kubwa so, zaidi ya hapa mm. uh, Nyinyi kama TFF, timu mwaza, tatu. Uh, timu tatu mtautimu sisi, zote tunawasaidia wanaohitaji ushauri. Kama mmeona Simba wamekuwa na matatizo nyingine za kupata mwalimu lakini ni sisi, kazi yetu ni kuhakikisha kwamba tunawasaidia jamii hmm. lakini sio sisi tu, pamoja na serikali kwa sababu serikali ndio imeweka mazingira mazuri ya hizi timu zetu kuweza kufanya vizuri, na kitu kikubwa ni kwamba tunataka tulinde zile nafasi zetu nne. E, tumeingiza timu nne, kwa hiyo tukaingiza raundi nyingine, sio msimu unaokuja tu, lakini nadhani tutapata na misimu miwili mingine zaidi ya kuhakikisha kuwa na timu nne, ambalo ni jambo bora zaidi, lakini tujue pia kwamba kila hatua sasa hivi ambao wamevuka, kwa hiyo na mshiko pia unaongezeka Eh, kwa hiyo ni jambo ambalo ni jema, lakini pia ni katibu wetu mkuu, ndugu yangu Msigwa, naona anacheka, anajua naye pia, tunapokwenda kwenye hizo raundi nyingine, madau nayo yanaongezeka. Kuna inaanza tano inakwenda kumi mpaka inafika ishirini, najua mnalifahamu hilo, lakini pia kule kafu kama mnavyojua, na siku hizi mambo yako wazi mno. Ehe, timu zote hizi zilizocheza raundi ya kwanza zimepata dola laki moja moja, moja milioni mia mbili karibu thelathini na kitu. Lakini kwa hizi tena ambazo zimeshapata nafasi ina maana tayari zina e, dau linapanda tena. Mm, asanteni <tune>